Nao waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia kizaazaa kati ya polisi na seneta wa zamani Cleopas Malala nje ya shule ya upili ya wa wasichana ya Kirobon walijipata pabaya kwa kurekodi tukio hilo kwa zaidi ya saa nne. Polisi walitumia vitoa machozi kuwatawanya wanahabari na kuwaacha wanahabari watatu na majeraha, tukio hilo likiwa ni moja tu kati ya kadhaa ambayo wa polisi wameendelea kuwalenga wanahabari kama Gatete Njoroge anavyoarifu. Kuwasili kwa wanahabari katika shule ya upili ya wasichana ya Kirobon kaunti ya Nakuru, Jumatano usiku kuligeuka na kuwa hatari kwa usalama wao, punde tu walipoanza mahojiano na aliyekuwa katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala, mwandishi wa mchezo wa kuigiza Echoes of War na aliyekuwa amezuiwa kuwaona wanafunzi, polisi walitumia vitoa machozi wakiwalenga wanahabari na kuwataka kusitisha shughuli zao. Hali ikawa mguu ni ponye, mikono ikishikilia kamera kuna kili matukio huku miguu ikitafuta pa kujificha. Wakati wa mtafaruku huo, wanahabari watatu walijeruhiwa, akiwemo Marian Nyambura wa Citizen TV, Robert Maina wa Inoro TV na Peter Kimani wa Standard Group. Wanahabari hao walielekea hospitalini walikopata huduma ya kwanza na kisha kuruhusiwa kwenda nyumbani. msemaji wa polisi Mushiri Nyaga akisema kuwa kushambuliwa kwa wanahabari ni makosa na kwamba uchunguzi unaendelea na wahusika watachukuliwa hatua. Tukio la wanahabari kushambuliwa si geni Nakuru na maeneo mengine nchini wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Mwezi Juni na Julai mwaka jana mwanahabari wa K24 Wanjeri Kariuki alipigwa risasi na mtu anayedaiwa kuwa afisa wa polisi alipokuwa akipiga picha wakati wa maandamano Desemba mwaka jana. Wanahabari wa runinga ya Citizen na TV47 walijipata mashakani nje ya makao makuu ya DCI baada ya maafisa wa usalama kuwanyang'anya vifaa vyao vya kazi na simu walipokuwa wakiangazia masaibu ya viongozi wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua video za wanahabari kushambuliwa na maafisa wa usalama zilisheheni wakati wa maandamano dhidi ya serikali mwaka jana, mtindo ambao unaonekana kutokoma licha ya wakuu wa usalama kutoa hakikisho za kuheshimu uhuru wa wanahabari. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.